E, bwana, mwendo ni ule ule wa kushare, kusubscribe pamoja na kulike bila kusahau kucomment katika eh, chaneli bomba kabisa ya PHD Media mdia, e bwana e, baada ya mvutano wa hapa na pale, kikosi cha Simba Sports Clubu, eh, <laughs> kimeweza kukubali kwenda kupiga fainali yake bwana. E, fainali ya e, kombe la shirikisho barani Afrika likapigwe pale visiwa vya Zanzibar bwana. Kikosi kwenda visiwani Zanzibar itakuwa ni siku ya Jumatano kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo, e, mchezo huu hapa bwana utapigwa e, pale katika e, visiwa vya Zanzibar. Na nikwambie tu kwamba e, gemu ya kwanza bwana mnyama ametoka kuchezea mbili ametoka e, kuchezea mbili kutoka kwa a, RS Berkane. Lakini pia tunatarajia bwana mnyama aweze kufanya jambo kubwa sana ili kuweza kutubakishia kombe letu hapa, hapa, eh, Tanzania. Lakini pia bwana katika, eh, finali hii au marudiano haya ya finali bwana kuna viingilio ambavyo vimeweza kutolewa hapa. Eh, tiketi zimeandaliwa kwa ukubwa kabisa. Amba lakini pia VIP B urusi ni shilingi elfu thelathini bila kusahau tiketi za mzunguko yani orbit pale unachukua kwa shilingi elfu kumi peke yake. Zanzibar kumekucha. Uh, mambo ni moto moto. Simba anakwenda kumkabili tena RS Berkane kuhakikisha kwamba analibakisha kombe letu la shirikisho barani Afrika libaki hapa hapa nchini Tanzania. Hey, PHD Media inakusogezea habari zenye uhakika na za kweli kabisa. Usiache kushare, kusubscribe pamoja na kukomenti, bila kusahau kulike. Katika mitandao yote ya kijamii unatupata kama PHD Media.